Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda ameahidi kuchangia mabati elfu mbili yatakayotumika kupanua vyumba ishirini na vitano vya madarasa katika shule ya sekondari Jitegemee inayomilikiwa na jeshi la kujenga taifa JKT. Akihutubia jumuiya ya shule ya sekondari Jitegemee katika mahafali ya thelathini na mbili ya shule hiyo, Makonda amesema hatua hiyo ni kuunga mkono jitihada za JKT katika kuendeleza elimu nchini. Tuungane na mwandishi wetu Catherine Nyoni kwa taarifa kamili. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amefikia hatua hiyo ya kuchangia mabati katika shule ya sekondari Jitegemee baada ya kusikiliza risala maalum ya wahitimu mia tatu ishirini na wawili wa kidato cha nne katika shule hiyo iliyobainisha changamoto mbalimbali zinazoikabili shule hiyo. Shule yetu inakaribia na changamoto ya uchakavu wa miundombinu hasa vyumba vya madarasa kama unavyoweza kuona, ndugu mgeni rasmi, majengo mengi ni azamani, ya zamani na yamewezekwa kwa mabati ya aina ya asbestos mabati haya kiutaalam sio mazuri kwa afya, hivyo tunaomba uone namna kushirikiana na uongozi wa shule kukabiliana na changamoto hii. Akijibu risala ya wahitimu hawa, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda, pamoja na mambo mengine, amelipongeza jeshi la kujenga taifa JKT kwa kazi nzuri ya kuendeleza elimu, ambapo ameahidi kutoa mabati elfu mbili ambayo yatatumika paulia vyumba ishirini na vitano vya madarasa katika shule ya Jitegemee na kwa kazi kubwa mnayoifanya wanajeshi na jeshi letu kwa ujumla la kututengenezea wasomi wengi kama hapa JKT, ukienda na kule Lugalo hapo na sehemu zingine, vijana wenye mizani, ninaomba e nichangie mabati ambayo nimeambiwa, tuna madarasa ishirini na tano ambayo yanahitaji kubadilishwa mabati yake komita yaleta mabati yote ya kubadilisha madarasa 25 ishirini. Pia Makonda ameahidi kuwaendeleza wanafunzi watakaofanya vizuri katika masomo ya sayansi na kutoa zawadi kwa walimu wa wanafunzi hao, ukiongoza kwenye masomo ya sayansi kwenye shule zetu zote za sekondari mkoa wa Dar es Salaam. Wewe ukaondoka, kinara masomo ya sayansi imeongoza. Mimi nimesema mwanafunzi wa kwanza, wa pili na watatu atasomeshwa na ofisi ya mkuu wa mkoa form 5 na form 6 shule yoyote atakotaka katika nchi yetu ya Tanzania. Katika mahafali haya wanafunzi waliofanya vizuri wamekabidhiwa vyeti vya pongezi, huku wahitimu nao wakikabidhiwa vyeti vya kuhitimu na kuelezea maoni yao. Na nafurahi kubwa sana namshukuru Mungu kufika pale nilipo. Mategemeo yangu nasoma soma hili, kuwa daktari, niwasaidie watu sana sana, wasaidie wamama na watoto. Nashukuru walimu wangu wazazi wangu na mkuu wa shule wajitegemee. Katherin Nyoni, TBC, Dar es Salaam.